Kuna kitu kimoja nataka niwafahamishe, zile tarehe za uchaguzi zikikaribia, yani muona zile tarehe za uchaguzi, sababu uchaguzi utakuwa tarehe 29. Kwa hiyo kabla ya tarehe 29, zile tarehe za labda 26, 27, muona mpaka 29 yenyewe, na maana network Tanzania itakuwa ifanyi kazi, na maana serikali watafungia network ya mtandao. Ukipiga simu kawaida itakuwa ipiti, na wala ukiingia social media yoyote ile itakuwa utakaoruhusiwa ruhusiwa kuingia. Umeona? Yaani ukiingia WhatsApp inakataa, like, ukiingia TikTok inakataa, Facebook inakataa, kila yani social media yoyote ile. Yaani kipindi hicho kutakuwa kuna mama, hakuna mawasiliano aina yoyote mpaka uchaguzi upite. Umeona? Kwa hiyo usije ukaamka asubuhi ukakuta labda kila ukipiga simu haziendi, ukiingia kwenye mitandao kama hivyo ukifungua haifunguki. Yaani usishangae, usije ukasema labda simu yako ni mbovu. Nakufahamisha tu kwamba kwamba serikali itakuwa imestopisha kwa muda network ya Tanzania kwa hicho kipindi yani, kwamba kuepusha kwa ya wenyewe wanavyodai kwamba wanaepusha nini, mawasiliano ya watu kupigiana simu bwana, yani tukutane huku sii, tufanye hivi tufanye hivi maana, na maswala kama yale hayatakuwepo, kwa sababu washajua kwamba kutakuwa kuna maandamano na kabla ya maandamano na maana kwamba watu lazima watapigiana simu, lapo lazima tu watawasiliana, muone tuanzie sehemu fulani tumalizie sehemu fulani. Kwa hiyo kwao wameamua kukanseli hicho kitu yani, wameamua kukanseli network. Utapiga simu hakuna hai, simu haipiti <tipi> ukiingia WhatsApp hakuna, ukiingia sijui wapi wapi, kwa si mitandao ina yote ile hauruhusiwi, ukiandika message haiendi, umeona. Yaani, usishangae si ukiamka asubuhi unakuta simu yako ipo katika hali hiyo. Yaani, usishangae na wala usiulize, jua kabisa kwamba tayari network imeshafungwa ya Tanzania. Yani hiyo ni Tanzania yote, Tanzania nzima, yani Tanzania nzima kote, nakuta kuwa na network hiyo siku mpaka uchaguzi upite, mpaka hiyo tarehe ishirini na tisa hiyo ipite ikishapita hiyo ndio mtakuwa mko fresh. Kwa hiyo kwa hiyo ndugu zanguni ndio hivyo tu, nilikuwa nataka niwafahamishe kitu hicho mbona ikifika like, hiyo siku yenyewe msije mkashangaa kwamba tarehe ishirini na tisa uchaguzi, msije mkashangaa kwa kuona kwamba simu zenu mnapiga asiendi. Ndiko hivyo na, na, yani, yani kifupi iko hivyo, elewa tu iko hivyo, simu kipiga zitaenda chochote utakachokifanya katika simu akitafanyika umeona, yeah. Labda labda simu yako uchezee tu game basi, iko hivyo. Mambo mengine atakokuwa yanatokea tutaendelea kufahamia kufahamishana. Kama ujisubscribe subscribe channel yako sasa hivi Mwambura Media ili uweze kupata updates nyingine zaidi.